Ikitokea katika himaya ya kubuni ya Royal Velvet Emirates, tamthilia Echoes of War inachunguza mvutano kati ya mila na ubunifu. kini chake ni Mustafa, mwanafunzi mahiri wa teknolojia ambaye anatengeneza programu ya matibabu kwa njia ya mtandao. Hapo awali uvumbuzi huo unapongezwa na sultani anayetawala, lakini mambo yanabadilika ghafla pale mitazamo ya zamani ya Mustafa dhidi ya serikali inayochapishwa kwenye mitandao ya kijamii inapotokea. Migongano ya kimtazamo kati ya vizazi kuhusu maandamano yaliyofanyika awali pia yanaibuka upya katika tamthilia hii. Ilikuwa wakati wa vurugu hizo, risasi kwa bahati mbaya ilimpiga baba yangu. Sahihisho, baba yako kwa bahati mbaya alipigwa risasi. Risasi ilikuwa kwenye njia yake halali. Tamthilia inaonyesha changamoto zinazowakumba vijana wanapojaribu kueleza mawazo yao ndani ya mfumo wa jamii. Anifa Imani anayefahamika pia kama AI anawakilisha nguvu ya mitandao ya kijamii na anaongoza mapinduzi ya kidijitali kumuunga mkono Mustafa na kupinga mfumo wa sasa. Hadithi hii inaendelea kati ya mahusiano ya kifamilia machafuko ya kiraia na msimamo mikali ya kitamaduni ikiakisi changamoto kubwa za kijamii na kuibua hisia za kizazi cha jenzii. Ingawa maudhui ya tamthilia yanagusa wengi, uwasilishaji wake wa wazi kuhusu mgongano wa kizazi na nafasi ya teknolojia katika mageuzi ya kijamii umeibua mjadala. Wengi wanaona kuwa tamthilia hii inaleta mwanga kuhusu changamoto muhimu, huku wengine wakihofia kuwa inaweza kuwa na ujumbe mzito mno kwa kiwango cha shule. David Kagina, K24 TV.